Kwa majina naitwa Edward William Mboya ni afisa mwandikishaji wa jimbo la Singida mjini. Kwanza kabisa napenda nichukue fursa hii kutoa wito kwa wananchi wote wa Singida mjini kata 18 waweze kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kwenda kuangalia daftari la hawa aliyepata kunibandika kwenye vituo vyote mia moja na tano daftari hilo basi wanapaswa waende kuangalia ili kwa mkeria, hakiki taarifa zao kukagua taarifa zao na kuboresha taarifa zao. Yupo mtu ambaye anaweza kuna taarifa hiyo leo zimekosewa, basi ni fursa yake sasa kwenda kuzirekebisha ili zikae kwa jinsi vile ambapo taarifa inatakiwa. Lakini vile vile nitoe fursa ya kuhamasisha watu, watumishi, wanasiasa ili waweze kuhamasisha wale ambao hawakujitokeza kwenye kwenye ule wa kule wa kule wa awamu ya kwanza ili basi waweze kujitokeza kwa ajili ya kwa ajili ya kwenda kujiandikisha. Kuna wale ambao hawaku, hawaku, hawakuwa na umri wa miaka 18 kwenye uboreshaji wa daftari la awali, lakini kwa sasa hivi kwa sababu wamefikisha vigezo, hii inayo ni fursa yao adimu sasa ya, ya kwenda kujitokeza ili kujiandikisha waweze kuwa wapiga kura halali wa uchaguzi wa 2025 ambao ni wambone hutadumisha rais, wabunge na madiwani.